Bismillahi rahmani rahim, wa sallallahu ala sayidina Muhamadin waala alihi ltayibina ltahirin. Kuna swali hapa ambalo kwamba limetufikia kutoka mitandaoni, nasema ya kwamba je, kama mume wangu haniridhishi naweza kuomba talaka? Taban, katika fiqhi kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba yakitokea au baadhi ya matatizo ambayo kwamba yakitokea kwa mwanaume, mwanamke anaweza kuomba talaka. Mathalan imetokea mwanamke ameolewa na mwanaume alafu yule mwanaume ambaye kwamba alomuoa ikawa mathalan jongoa halipandi mtungi kabisa, yani hakuna majambo kabisa, hilo la kwanza. Au mwanaume amemuoa mwanamke lakini akawa maumbile yake yamekatika kabisa, hakuna majambo sasa. Watu wa kama hiyo katika alfiqh alislami, mwanamke anaweza kuomba talaka kwa mwanaume kama huyo, na inaruhusiwa kisheria, kama vile ilivyo pia mathalan, mtu amemwoa mwanamke akamkuta na baadhi ya shida. Kuna baadhi ya shida ambazo kwamba huwa zinawapata wanawake katika maumbile yao, mathalan, kuna baadhi ya wanawake kuna kuwa kunaota mshipa pale ambao kwamba unazuia yule mwanamke inakuwa haiwezekani kumwingilia hapo, mwanamme unaruhusiwa kisheria kumpa talaka mwanamke kama huyo. Angasi tunafahamu ya kwamba hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inasema kwamba abghadhul halali inda llahi at-talaq, halali ambayo kwamba inachukiza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni talaka, lakini katika hali kama hiyo unaruhusiwa. Au umemuoa mwanamke ana matatizo ambayo kwamba hayawezekani kutibika kitiba katika maumbile yake, kwa maana haiwezekani i kukutana hapo, pia kisheria unaruhusiwa kufanya nini, kuomba talaka. Lakini inapokuja kadhia ya kwamba mwanamme hamridhishi mwanamke, je, anaweza kuomba talaka? Sasa hapo katika alfiqhu alislami tunakuja kujaji huyu hakuridhishi kwa sababu gani, tatizo nini? Mathalan hamridhishi kwa sababu yeye mwanaume hataki kumridhisha tu na uwezo anao huyo, inabidi anasihiwe, kwa sababu inakuwa na anamdhulumu, kwa sababu katika sheria ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia kwamba mtu ikiwa anaingiliana na mke wake, na yeye akawa amemaliza haja zake kabla ya mke wake, basi aendelee naye mpaka yule mwanamke naye aridhiki, ndipo aachane. Lakini mwingine hamridhishi mke wake kwa sababu hana uwezo wa kinguvu mathalan, unakuta kuna baadhi ya matatizo ambayo kwamba yanampelekea mwanaume anashindwa kupafomu vizuri katika hayo majambo. Mathalan e, mafuta mingi katika mwili, au mtu kuwa na tatizo la presha, mtu kuwa na tatizo la shinikizo la damu, mtu kuwa na sukari, mtu kuwa na shida ya mishipa yake ile kusinyaa, au mara nyingine kuna baadhi ya watu mathalan, kabla ya kuoa amejichua sana, amefanya punyeto sana kiasi ambacho kwamba ile mishipa sasa imesinyaa. Nini maana ya mishipa kusinyaa? Ile mishipa ya uume ikisha sinyaa, maana yake damu inakuwa haipenyi kisawa sawa. Maana yake ile mishipa inahitaji vitu ambavyo kama vya kufanya nini, vya kuibusti, ili damu iweze kufika zile sehemu sawa sawa. Damu ikiwa inafika zile sehemu sawa sawa, maana yake maumbile yatakuwa yanafanya kazi sawa sawa, na shida zingine zote zitafanya nini, zitaondokana. Kwa hivyo sasa, ikiwa mtu shida yake ni hii huyu, inabidi apewe tiba tu, wala hakuna haja ya kufanya nini, ya kuomba talaka. na sisi alhamdulillah, pia kuna dawa ambayo kwamba tumeitengeneza ambayo kwamba ukipata inaweza kusaidia. Kuna hii dawa ambayo kwamba inaitwa mashbu. Mashbu hii ni dawa ambayo kwamba inatibu takriban matatizo yote ya nguvu za kiume na mfumo wa uzazi Kwanzia matatizo ya kuna baadhi ya watu unakuta uume wake unasimama lakini ukiwa ulegelege au wengine unakuta akiwa katikati ya tendo la ndoa uume wake unakuwa unalegea. Uh, wengine wanakuwa hawana hamu tu ya, kufanya nini, ya kufanya lile tendo. Pia hii ni tatizo ambalo kwamba linasumbua watu wengi. Kwa hivyo matatizo yote na shida zingine za nguvu za kiume na mfumo wa uzazi suluhisho lake ni hii mashbu, Masha Allah. Dawa hii inatibu matatizo mengi sana, inaongeza nguvu za kiume, inazalisha na kuimarisha mbegu za kiume walioathirika na kujichua inatibu, inatibu tatizo la kuwahi kufika kileleni, kushindwa kurudia tendo la ndoa lakini pia inaongeza hamu ya tendo la ndoa, inaimarisha kinga ya mwili, inasafisha mfumo wa damu katika dhakari, na alhamdulillah, hii dawa inatibu mpaka ngiri kwa kwa aina zake zote. Dawa hii inaitwa mashbuku. Kwa hivyo, ukipata dawa hii, tatizo hilo litaondoka na itakuwa hakuna haja ya kuomba talaka wala hakuna haja ya kuharibu ndoa yako. Hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.